Akibubujikwa na machozi ya uchungu ya kumpoteza mwanawe wa pekee Mesha Kojwang alishindwa kujizuia mbele ya kituo cha polisi cha Central. Kwenye kituo hiki cha polisi kilicho katikati ya jiji la Nairobi ndiko mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang alipofikia mwisho wa safari yake ya maisha. Babake alibainisha kuwa polisi walimfata nyumbani na pikipiki piki tatu, ila alipofika Nairobi mambo yaligeuka. Nimeteseka na huyo mtoto huko Pwani nikiwa kwa kware ya timbo miaka ishirini ili mtoto akapokee shahada ya degree hapo Pwani University nilikuwa napiga moyo konde, nikisema ya kwamba hata ikiwa mimi nateseka na mavumbi, mtoto wangu afadhali asome, atakuja kunisaidia katika maisha ya usoni. Miaka yangu imeenda sahi kitambo, nimfuge mtoto mpaka amalize nitapata wapi? Alifanya nini mtoto wangu hata uawe kiasi hicho? Upasuaji wa maiti ya Albert Ojwang umepangiwa siku ya Jumanne kubaini chanzo cha kifo, ulitibuka jana kwa sababu ya wanaharakati waliovamia makafani ya City. Viongozi wa ngazi mbalimbali wanaishinikiza idara husika kujibu maswali, kwani ni mengi kuliko majibu ambayo yametolewa mpaka sasa. Kwa sasa wasimamizi wa polisi wa kituo cha Central wamesimamishwa kazi ili kuupisha uchunguzi. Jamaa marehemu Albert Ojwang wanalilia serikali kuingilia kati. watujali, watujali, watujali vijana. Sababu vijana, sisi ni wazee, tunapita hii nchi, tabaki hapa, waangalie vile wanahandle vijana, sio wanyama. nianini tuwaue, nianini tuwashike tuwalete alafu within 12 hours mtu amekufa? Au hata kama mtu anajigonga, anajigonga namna gani? Wewe utajigonga ukufe hata kama situation iko namna gani? Kwa mujibu wa polisi, marehemu Albert Ojwang alipoteza fahamu kwenye seli alipokuwa anazuiliwa, madai anayokanushwa na familia yake. Swali kuu ni kipi kilichomsibu? Hiki ndicho kilio cha babake. Amefanya nini? Mtoto awekwe kwa rumu peke yake na kuna wenzake wameshikwa pale, asiwe kwa nini? Asiwekwe na wenzake kwa nini? Awe peke yake kwa rumu ya peke yake? Ninasikitika, ninasikitika, ninasikitika. Mtoto wangu ni mtoto mmoja, hakuna msichana, hakuna mvulana hata nyuma yake. Anachotarajia ya mzee Ojwang ni kupata amani na haki.